Askofu Bagonza katika ukurasa wake wa Facebook wanaandika akisema: dunia bila Mungu na wapinzani bila chama. Anasema ukipenda ubishi, jiepushe kuwa na hasira. Siku moja nusura nizichape na rafiki yangu Mwislamu akaniuliza, nyewe wa Kristo mnasema Yesu alikufa na kufufuka siku ya tatu? Nikajibu ndio, ndiyo. Akaongeza. Na mnasema Yesu ni Mungu kweli? Nikasema ndiyo. Akamalizia. Kwa hiyo Mungu wenu alikufa na dunia ikabaki bila Mungu kwa siku mbili. Hasira zangu zikapanda. Mjadala ukaisha. Ukweli ni kuwa dunia ilikuwepo, Ukristo ulikuwepo na Mungu alikuwepo. Mungu wetu ana nguvu hata kifoni. Na tafakari moja, sasa tuna wapinzani wasio na chama. Hawa ni fursa au tumekunywa uji wa mgonjwa? Bora ukose nguvu, lakini upate akili. Mbili, wabunge, madiwani, wenye viti wa vijiji na mitaa, wa chama kilichopelekwa likizo bila malipo wana uhalali wa kufanya kazi. Tatu, polisi, madaktari, madereva, wahudumu wa mochwari na wapishi wa viongozi wenye itikadi ya upinzani moyoni waende likizo pia. Mnafikiria? Wapo mnanibishia. Kuna mserikali mmoja kaniambia, mkewe alihama chumba aliposikia Kanisa la Ufufuo limefungiwa kufufua upinzani. Tunao mpaka bedroom nne. Kwa nini tunatazamiana? Majibu aliyekuwa katibu mkuu wa chama kilicholikizo, kama angesaini kanuni za uchaguzi msajili akaja kumtengua, sahihi yake ingetenguliwa? Kwa nini mahakama inapeleka chama likizo baada ya chama kufungiwa ruzuku. Mnafikiri haya yana uhusiano? Kalakabaho, huu ni umoja wa mihimili tano. Ukizaa watoto wanakufa, usiwahi kuwapa majina, subiri wakuekue. Umezaa wa kwanza, kapelekwa jela kwa uhaini. Ukazaa wa pili akafungiwa asishiriki uchaguzi hata kama alikuwa hataki. Ukazaa watatu akanyimwa ruzuku ya biri ya, ya maziwa. Ukazaa wanne akazuiwa asicheze na watoto wenzake. Ukazaa watano akazuiwa asitoke chumbani na ndoo ya kujisaidia kapelekewa huko. Huyu hatutamkuta amegeuka paka shume. Sita. Mchakato wa kufikia upinzani usio na chama umejaa ukweli wenye macho kodo bila kupepesa. Anasema ubaya wa Yanga hauongezi uzuri wa Simba. Anasema likizo ya Yanga haiwaamshi Simba kuingia kazini. Anasema Simba bila Yanga kwenye ligi hata chimpumu ya bure ina doda. Anasema Simba bila Yanga marefu, vibe, marefa vibendera waganga wa kienyeji na wajimu wanakosa soko, anasema. Yanga bila Simba walala hoi wanajitambua na kudai haki zao, mapenzi yanahamia kwenye siasa, Bagonza anasema. Simba bila Yanga wanazaliwa yanga wadogo ndani ya Simba, kwani Gwaji katoka wapi saba? Anasema tulikofikia tujifunze kutunza na kulinda amani bila kutumia silaha. Amani ya silaha na kiota cha machafuko yaliyoahirishwa, mnakwepa kurudi mezani. Mtakapokumbuka kurudi mezani, viti vya kukalia vitakuwa havipo, mtakaa chini. Anamalizia kwa kusema Bagonza, wasiojulikana wanajulikana na hawapendi kujulikana. Waliotumwa wanapenda kufuta ushahidi waliotuma wanapenda kufuta ushahidi dhambi isiyotubika dhambi isiyotubiwa hudhoofisha afya ya akili huyu ni askofu Benson Bagonza akiandika kuwa dunia bila Mungu na wapinzani bila chama